Habari, habari za mchana. Assalamu alaikum. Nilisimama mbele yenu, kwa majina naitwa Hadija Saidi Mwago. Mimi nilikuwa mwenyekiti wa Bawacha wilaya ya Mbagala. Lakini pia nilikuwa mjumbe wa baraza kuu la chama taifa kupitia Bawacha. Hali kadhalika niliwahi kuwa mgombea ubunge jimbo la Mbagala mwaka 2020. <clears throat> Uh, awali ya yote napenda sana kuwashukuru viongozi na wanachama wenzangu wa CHADEMA ambao tumewahi kushirikiana katika majukumu yetu mbalimbali ya ujenzi wa chama. Leo hii tarehe kumi ya mwezi wa tano mwaka 2025 nimesimama mbele yenu kutoa tamko rasmi kuhusu uamuzi wa wangu wa kujiondoa katika chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Uamuzi huu ni binafsi, wa hiari, na umetokana na tafakari ya kina kuhusu uelekeo wa wangu wa kisiasa, maono yangu ya uongozi, na namna ninavyotaka kuelekea wa kuwahudumia wananchi wetu. Sababu ya kujiondoa haipaswi kutafsiriwa kuwa ni binafsi kwa uhasama au chuki dhidi ya chama au mtu yoyote. Ni tofauti ya kimsimamo, kimtazamo na dira ya mustakabali wangu wa kisiasa nami kwa kuwa kila mwanasiasa ana haki ya kuchagua njia anayoona ni sahihi kuweka au kuelekea katika utumishi wake kwa taifa kwa ujumla wake, leo hii natamka rasmi kuachia nafasi zangu zote ndani ya chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, pamoja na kujivua uwanachama wangu wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Waadha, asalamu alaikum. Asanteni sana, asante sana. Naitwa Abu Muhamedi Mrope. <coughs> Natokea kanda ya kusini yenye mikoa mitatu, Lindi, Mtwara na Ruvuma. Ni mweka hazina wa vijana wa kanda ya kusini, lakini ni, ni, ni katibu wa BAVICHA kanda ya kusini na hapo awali nilikuwa mwenyekiti wa jimbo la Masasi Mji, lakini wahi kuwa katibu wa wilaya ya Masasi Mjini. Kwa hiyo na uzoefu na nakifahamu vizuri hiki chama. Kuanzia sasa natangaza rasmi kujiondoa kwenye chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA na kuacha nyadhifa zangu zote nilizozitaja hapo awali. Asanteni sana. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu naitwa Margaret William Mlekwa. Mimi ni mwanachama wa CHADEMA na nimejiunga kwenye CHADEMA 2009 na kwa namba 36425 ambayo nimesajiliwa kidigitali kwa sasa. Mimi ni katibu wa baraza la wanawake kanda ya Nyasa, kanda ambayo ina mikoa mitano ina Iringa, Njombe, Mbeya, Songwe na Rukwa, na mimi ndiye katibu wa baraza la wanawake kwenye hiyo mikoa yote. Aa, nime niko mbele yenu hapa waandishi wa habari. Kuna mambo kadhaa mawili nataka nizungumze na Watanzania na wanachama wenzangu, hususan watu wa Nyasa. Baada ya uchaguzi pale Mlimani City tukampata mheshimiwa Lissu kulikuwa kuna ugomvi, kuna changamoto kubwa sana za mapigano kuhusiana na masuala nani ashinde nani asishinde, lakini siku zote mmoja lazima ashinde na alishinda Lissu. Mimi nilidhani baada ya ushindi huku, nyuma tulikuwa tuna mivutano mikubwa, nikadhani uongozi mpya unaweza ukawaunganisha tukiwemo na sisi ambao tulikuwa kundi ambalo tunamuunga Freeman Aikaeli Mbowe, ameshindwa, basi tuungane kwa pamoja ili tuendeleze hili gurudumu la siasa. Kumbe nilikuwa najielekeza vibaya. Kilichokuwa kinaendelea mpaka sasa ni chuki, ubinafsi na uzandiki ndani ya chama. Nasema hivyo kwa sababu tuna, tuna operation ambayo sisi ilianzia hii ambayo inaitwa no no reform no election. Ilianzia Nyasa. Nafikiri waandishi wa habari mnafahamu. Yaani ubaguzi unaonekana waziwazi. Huyu ni mtu ambaye basi asipewe mike hata kusalimia kwenye mkutano. Huyu ni mtu ambaye basi asipate hata nafasi kwenye gari. Vitu vya hovyo kabisa ambavyo. Mimi niliingia Chadema, nilikuwa nina imani na Chadema, nikiamini kwamba tunapendana, tuko kwenye umoja na tunashirikiana kwa mambo mbalimbali, na ndiyo maana mnaisikia kuna Chadema family ambazo zilikuwa zinatuunganisha kwa pamoja, tuko kwenye kwenye no reform na no election. Ndugu waandishi wa habari na Watanzania, ni kweli nilikuwa kwenye ziara ya Nyasa. Nilizungumzia habari ya no reform waanzani no election. Lakini nilikaa nikatafakari, wanasema tusiingie kwenye uchaguzi kwa sababu tusubiri mabadiliko ya sheria, na kama tukikosa mabadiliko ya sheria basi tukazuie uchaguzi. Na hoja ya viongozi wangu ni kwamba kama hatuwezi hatuwezi kuingia kwenye uchaguzi kwa sababu watu wetu wanakufa, kwa hiyo tusiingie kwenye uchaguzi kwa sababu watu wetu wanakufa, lakini hapo hapo wanasema viongozi wangu wa CHADEMA kwamba tukazuia uchaguzi. Ndugu waandishi wa habari, na Watanzania na wanachama wenzangu wa CHADEMA, mimi binafsi kama Margaret Mlekwa sikuona mwanya wala upenyo unaoonyesha tuna uwezo wa kuzuia uchaguzi, kitu ambacho hakiwezekani na kuzuia uchaguzi ni madhara makubwa, ni bora tuingie kwenye uchaguzi. Na wanaongea hivyo ni wanaume asilimia tisini na tano. Tunaumia kwenye madhara haya na madhila haya ni sisi wanawake. Ninawasii wanawake wenzangu mnaonitazama, msiingie kwenye huo mkenge wa kwenda kuzuia uchaguzi. Kwanza ni kosa, ni kosa, na mtapigwa, mtavurugwa. Sasa wewe watoto wako Mheshimiwa mwenyekiti Lissu wako Beligiji, unawaambia wengine wakazuia uchaguzi? Nani? hakuna mzazi anayetamani kuona mtoto wake anakufa. Kwa hiyo sisi tukawa mbele pale, tunakwenda kuzuia uchaguzi, kitu ambacho mimi nilijitafakari nikaona sitoweza, pamoja na mambo mengine yote wenzangu wamezungumza. Mimi Margaret William Mlekwa, kama katibu wa baraza la wanawake kanda ya Nyasa, mimi nimejivua wanachama wa Chadema mimi nimejivua nyadhifa zangu zote nilizo nazo kwenye chama hiki, na naomba nikaendelee kufanya shughuli zingine, kwa sababu shughuli sio siasa tu. Naomba niwashukuru sana ndugu zangu wa Chadema ambao niliwahi kufanya nao kazi huko Serengeti pamoja na kanda ya Nyasa. Mungu awabariki sana na ninawashukuru sana. Salamu alaykum. Salamu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina anaitwa Esther Fulano. Ni katibu wa Baraza la Wanawake Kanda za Victoria.